Rais William Ruto amemtetea mwenyekiti wa chama cha KANU Gideon Moi kuhusu uamuzi wake wa kujiondoa kutoka uwaniaji wa kiti cha useneta kaunti ya Baringo na kukubali kufanya kazi na serikali yake. Akizungumza huko Kabarak ambako Gideon alikuwa mwenyeji wa wafuasi wa chama cha KANU, Rais alisema seneta huyo wa zamani wa Baringo hakukosea kuisaidia serikali yake kuimarisha umoja wa kisiasa na kubadilisha taifa. Rais sasa ametaka makubaliano rasmi na chama cha KANU kujiunga na serikali jumuishi. Tupanue hii serikali KANU ikuwe katikati yake, ndio tupange mambo ya Kenya pamoja. Mwenyekiti wa chama cha KANU Gideon Moi alikuwa mwenyeji wa mamia ya wafuasi wa chama hicho kutoka ngome yake ya Baringo, nyumbani kwa marehemu babake huko Kabarak, pengine kutuliza ghadhabu yao baada ya yeye kukosa kuwasilisha karatasi zake za uteuzi kuwania kiti cha seneta wa Baringo hapo jana. Tumeongea na, my brother Gideon Moi na tumekubaliana na yeye Anisaidie tupange mambo ya taifa letu la Kenya kwa niaba ya watu wa chama cha KANU. Tumekuwa in the opposition for 23 years, na, na wanaKANU have suffered, wamevumilia. Mkutano huo pia ulihudhuriwa na Rais William Ruto ambaye aliwaelezea kuhusu mkutano wao katika Ikulu ya Nairobi Jumatano. This is not about individuals. This is not about personalities. This is not about parochialism or corners or regions. This is about Kenya. Rais akatumia fursa hiyo kumtetea seneta huyo wa zamani wa Baringo kwa kubadili nia yake. Mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Mkubali ili sasa tuwe na formal engagement kati ya KANU. Hmm? Sindio? ili Kanu sasa iwe part of the government of Kenya. Rais alisema mashauriano baina ya vyama ni muhimu ili kutuliza joto la kisiasa na kuhakikisha jamii zinasalia kuzingatia maendeleo. Hakuna mtu wako kwa uongozi katika Kenya hii ambaye hajapitia chama ya Kanu, sindio? Mim, mimi nikiwa moja yao, sindio? So tunataka tufaulu tukiwa pamoja. Rais Ruto aliwaambia mkutano huo kwamba alikuwa amefikia mwenyekiti huyo yeye binafsi kama sehemu ya mikakati mkubwa wa kuunganisha taifa. barabara ile mliniuliza zote za Baringo sasa, nimetangaza niko na pesa ya kuwajengea mimi pia nimewapangia. Kabarnet tuweke stadium ya kisasa Kabarnet. Senata huyo wa zamani wa Baringo na viongozi wa chama cha KANU walihakikishia serikali ya Kenya Kwanza ushirikiano katika kuafikia malengo yake chini ya serikali jumuishi. Abdi Aziz Oshem, Darubini Wikendi.